Kiprono Chemitei wa chama cha, cha UDA ametangazwa kuwa mshindi wa uchaguzi mdogo wa seneta wa Baringo na kutoa ushindi muhimu katika uchaguzi ulioshuhudia wapiga kura wachache waliojitokeza. Kati ya wapiga kura elfu mia mbili themanini na moja waliosajiliwa katika kaunti hiyo, ni asilimia 25 pekee waliopiga kura, lakini Chemitei alipata zaidi ya kura elfu hamsini na tano, mara tano zaidi ya mpinzani wake wa karibu, Steve David Kipruto wa chama cha Republican Liberty. Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka imethibitisha kwamba shughuli hiyo ilikuwa amani na ilikuwa na uwazi. Ben Chumba ana mengi ikimoja tu ya seneta ni moja Baringo yetu na mumeweza kunikabidhi mimi, nitawafanyia kazi na heshima. Mimi nawashukuru wananchi wote, kuanzia hapa nyumbani Baringo Central, Kabarnet, nyinyi ni watu wazuri, mumekuwa mkitushikilia mimi. Wakati nilizunguka kufanya kampeni yangu niliona challenges mingi ambayo watu ya Baringo mnapitia, kuanzia mambo ya barabara, kuanzia mambo ya hospitali kwanza, mambo ya mashule. Mimi nitakuja hapa kaunti eh, yetu ya Baringo nikuja nizungumze na governor, tukikaa chini na mamts ili tuweze kuaddress ile mashida wananchi wetu wanapitia.